M, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni wako Hasani kutoka Almahshar TV na leo tulikuja Binguni b kwa ajili ya mgonjwa baba eh, ama shekhe anaitwa bwana Omary. Tumekuja kumletea kitimwendo kutoka katika taasisi ya Biaisha Suru eh, ikiwa wafikishaji ni waja waheri, na tumefika moja kwa moja tumemkabidhi kiti, tumemkabidhi na swadaka kidogo, lakini pia tumemfanyia dua. Huu ni usisitizo wa heri nyingi sana kuelekea mwezi wa Ramadhani. Twendeni mkajionee habari kamili. Naisema ni kumuambia ubi mtu wa moyo mzuri ameonyesha kitu amacho kilikuwa kipo sana, walikuwa wanajaliwa wale wenyehera, wale wenyehera walikuwa wanapewa sana na sana walikuwa walijaliwa kupata neno kama hivi. Kwa hiyo amejaliwa, na kwa hiyo ukawa tukumbukana. Sisi tupo hapa kwa niaba ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru sana. Nashikuru Mwenyezi Mungu amwongezee kimu maingire matukufu yanai onyesha mbele ya Mwenyezi Mungu. Imi naitwa Amina Kiando, mimi ndio mama wa familia hii nahiyi ni mme wangu. Kama navyomwona changamoto zuka nazo, huu mwaka ya tano hatembei kabisa. Nashukuru sana anapotoka nje nje. Nashukuru sana kwa mchango huu wa kiti cha kumsaidia mgonjwa wangu. Mungu abariki sana, mizimu ajali sana, afanye epesi, pale mpotoa paongezeke. Wengine ni changamoto kama za kwetu. Samahani, kabla hujatoka, hebu tueleze, umesema ni mume wako na ni tatizo la miaka mitano, kuna jitihada za awali zilifanyika kwa ajili ya matibabu? Labda ni kweli jitihada zilifanyika za matibabu, lakini mm, alikuwa kitandani kabisa, kumsaidia moja kwa moja, yaani mnanyue, umogeshe, umsaidie, umlishe. Sasa hivi baada kufanyika jitihada hivi bila kuanguka na katika eh, matibabu au uchunguzi wa hospitalini aligundulika na maradhi gani, nini kina msumbua? Aligundulika na mishipa yake haina uwezo tena wa, wa kufanya kazi kama vile mwanzo, kwa maana hawezi kutembea. Kwa hiyo imekufa kabisa mishipa yake ya miguu ndio imekufa kabisa. Najie, kuna gharama za matibabu mlitajua, labda kuna uwezekano wa kupona au haiwezekani na gharama za kupona pia inawezekana, sipokuwa mimi kama mimi sijapata pa kuanzia, nianzie wapi? kana na ikokanao a kipesi wezekana <coughs> wa kupona pia unawezekana endapo utatumia gharama zinazotakiwa. Mlikuwa katika harama katika matibabu, maana matibabu ambazo harama hizo nazikumbuka, gharama hizo nazikumbuka ila ndugu yake mmoja ndo anazijua vizuri zaidi, maana akimfuatilia matibabu sawa. E, kama alivyokwambia mwenyekiti e, sisi ni waja waheri kutokea Aisha Sururu Foundation mm -hmm. E, mlezi wetu Bi Aisha anasaidia watu wengi, na mashallah taasisi yetu imekuwa ikiwafikia watu wengi. Kama ukipata nafasi ya kukutana mm -hmm. na mlezi wetu Bi Aisha Sururu, una nini la kumwambia juu ya mgonjwa wako? Mimi nachoomba tu, kama ikiwezekana, amtibie amtibie na apone kabisa, awezi kutembea. Maana pata hizo nimeshipa, ndio haifanyi kazi. Wanaenda shule, changamoto nyingine ni hali ni ngumu, tunapata kabisa hapa ambayo ni ngumu sana, hasa mambo ya Ramadhani kushinda kupata aftari na na kingine ni changamoto ya taa, ni giza sana. Na shinda kumhudumia mgonjwa inavyotakiwa kwa sababu ya giza. Hapa kama ni hali ngumu sana. Watoto wanaenda shule, yote changamoto ya kipeza ni ngumu sana kuwahudumia watoto, vifaa vya shule kwa sababu nyingine, bado ana deni vifaa vya shule mashuleni, sija sija sija maliza kulipa. Na kingine hapa nyumbani ni giza sana, maana mshumari kimnua unatumika mara moja, na watoto wanashindwa kujisomea na usiku, kula unashindwa kula hata daku, yani Ramadhani. Changamoto ni kubwa sana ya giza ndio sana na mahitaji ya shule. Asante sana na kwa hapa nyumbani, nani anayeshughulikia eh, uendeshaji wa wa kula wa nini yani, eh, hapa eh, mtu atakachojaliwa ndio anachotuma lakini sio kwa wakati kama inavyotakiwa, kwa maana nyingine tunakuwa na hata bila kula na njaa na watoto. Yaani kwa mwelekeshaji wa hamna, familia imesha pambana imeishia hapa, hawapatikani tena sasa hivi kwa kuhudumia mgonjwa wala familia. Nina hakuna mpambaniaji, mtu akiyakiwa nacho akinipa basi ndo najibika nyumbani kupika na familia ha, manake sasa kuna shughuli yoyote ambayo wewe unajishughulisha ili kuingiza kipato hapa? Shughuli yoyote hakuna, sina msingi. Kama e, ikitokea waja waheri heri mwenyekiti labda akaamua kwenda kuongea na Mama Biansha Sururu labda upate msa, usaidizi hata wa mtaji kidogo kwa ajili ya biashara ili uweze kuendesha shughuli ndogo ndogo za hapa nyumbani inakuaje? Nitakubali kufanya biashara ndogo, ndogo kwa ajili ya kujikwamua, hasa hizi changamoto za kwenda za watoto shule, ndio ngumu sana hapa nyumbani. Na watoto wangapi na baba watoto? Wanne, mmoja yuko form 4 mmoja yuko form 1 mmoja darasa nne mmoja darasa tatu Na wote wamezaana nao na baba eh? Nimezaana naye. Ni na muda gani katika ndoa yenu? Tuna miaka tuna ish, miaka ishirini na nane miaka ishirini na nane 28, mashallah, mm, na uzungumze na Watanzania. Mimi naambia Watanzania kutokana na changamoto sasa hivi zinazoishi hapa nyumbani, mimi kama tatokea kupata msingi wa kufanya biashara za kwenye kuamua na maskini hapa nyumbani. Kingine na mtoto wangu mmoja ambaye ana changamoto ya kuumwa, anasumbua na pumu ya ngozi. Nimeenda kila nimeenda hospitali kama mawili matatu, mambo hiyo ni pumu ya ngozi, nikaunganishwa na nikaunganishwa kliniki Temeke, nikumbwa mama, kweli ni, ni pumu ya ngozi. Lakini katika changamoto hiyo ipo kwenye ipo kwenye ipo kwenye hela, kuna pesa za kununua dawa. Yuko hapa, yuko hapo nje, sijui anasumbua na pumu ya ngozi ngozi yake inabadilika sana kama vile chatu au au kenge. Huyo anafanya mpaka anashinda kwenda shule. Ukizidi sana wagonjwa anabidi asipeleke nyumbani, haendi shule mwezi mzima. Hivyo imeshinda kumeshinda kuhudumia, imeshinda kumhudumia kwa wakati kutokana na changamoto ya hela ni ngumu. Kutoka pale kwa daktari dawa elfu sabini, elfu themanini na nyumbani bado anahitaji chakula kisha wengine aende shule bigumo, kuzuli, dozi. Kwa hiyo ni vigumu kuzuri kufuatisha dozi kama anavyotakiwa, kwa hiyo kosefu wa hela. Naambia Tanzania wenzangu, yoyote mwe chochote kama ataguswa na swala la mtoto basi anisaidie kwa ajili ya kipando cha matibabu. Niseme neno kwamba huu wema ambao mnauweka ni wema ambao utakuja vizazi na vizazi, kwa sababu kama leo tunaonyesha hivi wazazi, basi watoto watafata pia. Ni muombe Aisha Suluh ambaye ana ratibu taasisi hii asichoke, na niwaombe Watanzania pia wafatishe mfano huu, kwa sababu watu wa wa mahitaji namna hii wako ni wengi. Wengine wako zaidi ya huyu na wengine wako chini ya huyu, lakini wote kwa wote usiseme kwa sababu labda mama Aisha ana, ana uwezo hapana. Kila mtanzania anao haja ya kumsaidia mtanzania mwenzie. Pia niseme kuhusu neno moja la familia hii kwa ufupi. Ambao mimi ninamfahamu huyu mama, huyu mama ni kweli, mimi nilikuwa sijui kama na changamoto hivyo, lakini lakini nilikuwa namuona jinsi anavyopambana. Kuna wakati anashindwa, anajaribu kufanya kazi lakini anashindwa, anajaribu kuuza hichi, anashindwa. Kumbe alikuwa anashindwa kutokana na majukumu kuwa mengi. Anaweza kipato kinakuwa kidogo kama ilivyo ada ya taasisi yetu ya Aisha Suru Foundation, sisi au mimi Abubakar Fikirini ni kiongozi wa msafara huu, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu ambao nimepatana nao e, kupitia waje wa heri Aisha Suru Foundation tuna jambo ambalo tunaendelea nalo katika kuratibu shughuli mbalimbali za kijamii. Taasisi yetu ya Aisha Suru Foundation imekuwa ikijihusisha na mambo mbalimbali mbali ikiwemo kuratibu huduma za kijamii kwa wale wenye mahitaji Mwaka huu tunaadhimisha miaka 25 ya robo karne ya kuratibu na kusimamia uhifadhi wa kitabu kitukufu cha Allah Quran. Katika maadhimisho hayo, tumezunguka maeneo mbalimbali kuwafikia watu wenye mahitaji, wale ambao tunapata taarifa zao. Na katika kuendea hilo, leo tupo katika kitongoji cha Binguni B bi, kwa ndugu yetu bwana Omar, eh Omar Hassan ambaye yeye ni ndugu yetu mwenye mahitaji maalum, kwa maana ya mlemavu, na taasisi imeandaa viti kwa ajili ya kutoa eh, msaada huu kuwasaidia viti mwendo, na alhamdulillah leo tumefika eh no hili tupo naye mhusika kama mnavyomuona, kwa ushirikiano na viongozi wangu wa Jawaheri Aisha Soul Foundation, tutamkabidhi kiti hiki akitumie kiweze kumsaidia kumrahisishia baadhi ya mahitaji yake e, mbalimbali kulingana na hali yake. Naitwa Mwarabu Ali Dongola, ni naibu katibu Waja wa Kheri Aisha Suluhu Foundation. Kwa kweli tumekuja hapa, lengo letu kubwa ni kuja kumfariji ndugu yetu Omari katika hii familia, na tumemkuta kweli anahitaji msaada mkubwa sana, lakini pia tumefika naye, tumekuta kuna kijana wake naye ana matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ni wahusie Waislamu na taasisi za aina mbalimbali, tutembee vijijini ili tuone changamoto za wale watu ambao wanauguswa na wanaohitajika hasa kupata misaada ile ambayo wanastahiki kupata. Kwa hiyo tunamshukuru sisi Mwenyezi Mungu kupitia taasisi yetu ya Waja wa Kheri Aisha Suru Foundation, tumelitekeleza hili kwa uchache wetu, lakini kikubwa tuwakumbushe kwamba tunaingiza na tunaazimisha kwenye robo karne kwa ajili ya kufanya haya matukio ya kijamii. Kwa hiyo tuwakaribishe sana, tarehe 22 mje kwenye tamasha kubwa la usomaji wa Quran, mashindano ambayo ya kihistoria yatakayofanyika Diamond Jubilee, tarehe 22 ya mwezi huu wa pili. Tuna kila sababu ya kumshukuru Allah <coughs> subhanahu wa taala, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuangalie walio chini. Tukiangalia walio chini, tutawashukuru neema za Allah, na tusiwaangalie walio juu. Tukiangalia walio juu, tutakufuru. Sasa mimi binafsi pamoja na wenzangu tumeguswa sana na tumesikitika sana, kama kuna familia zinyali kama hii. Kwa hiyo sisi tunachoke, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie pesi ndugu yetu eh, bwana Omar Hassan. Lakini pia tumshukuru sana mama kwa ushirikiano huu ambao sisi kutuamini kuja kulifanya tukio hili, na tunaomba kama wenzangu waliotangulia, e, tuzidi kufanya haya na mengine. Lakini sambamba na hayo, kwa kuguswa kwetu hili, basi tumeona tutoe kiasi kidogo hapa kwa ajili ya kujikimu siku mbili tatu hizi kwa namkabidhi mwenyewe she, she Omar, basi utaangalia kama kwanza, na Ramadhani kidogo, basi inshallah. Nimefurahi sana umepata kitimwendo mm -hmm. Taasisi ya biashara Sururu imekuletea kitimwendo bwana. <coughs> na tulipata ujumbe wako, pole bwana, Mwenyezi Mungu akufanyie pesa <coughs> <coughs> <coughs> kwa majina anaitwa Maulidi Abubakari, mwenyekiti wa kitongoji hiki hapa kinaitwa Binguni B, lakini huyu ni katibu wangu. Ehe, niwashukuru waja wa heri Aisha Suluhu Foundation kwa kuja kutoa wa msaada, na niwakaribishe sana kwa sababu watu wenye mahitaji hayo bado tunao wengi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuomba endapo itapatikana nafasi nyingine <coughs> basi mkaribie na mje sana katika kitongoji changu, kwa sababu ambao watu wanahitaji wako wengi. Na nimefurahi na ninashukuru kuwapokea wageni wangu kwa niaba ya almashauri ya kijiji cha Mlamleni, mimi niseme karibuni sana, ila karibuni sana katika kitongoji changu, kwa sababu wahitaji ni wengi. Nadhani mmesikia mengi ambayo yamezungumziwa, mmemsikia mama, mmemwona mgonjwa. Hakika asiyeguswa na jambo la mwenzie, basi litakuwa lita mtihani la kwake. Kwa hiyo tujifunze e, kupata mawaidha, kuwaidhika, kusikia ama kuona e, na kuguswa na haya ambayo yanawakuta wenzetu. Sio madogo hakika, yakikukuta kikukuta, ndo unajua ukubwa wake. Usiache kutufuatilia Almashar TV, kusubscribe, kutufollow katika chaneli zetu zote. Mimi naitwa Hasani, kutoka Almashar TV. Alamsek.